Moja ya matatizo ya kawaida yanayohusiana na mpigo wa moyo ambayo tunakabiliana nayo duniani leo ni atrial fibrillation. Katika atrial fibrillation, chumba cha juu cha moyo ambacho ni auricle hupiga kwa kasi ya mapigo 400 hadi 500 kwa dakika. Kwa sababu ya hilo, haikandamizi, haikubani, hivyo damu inakaa inaunda donge linaenda kwenye ubongo na kusababisha kiharusi. Na kwa sababu ya kasi ya juu ya mapigo ya moyo, kushindwa kwa moyo hutokea mara kwa mara hivyo hii inamleta mgonjwa kwenye dharura kutokana na mapigo ya moyo ya mara kwa mara ugumu wa kupumua na kisha uchovu na kuchoka wakati mwingine kupoteza fahamu wanaposhindwa kutambua au hawazingatii wanaingia katika kushindwa kwa moyo na kisha kulazwa kwenye dharura kutokana na ugumu wa kupumua kwa kawaida hali hizi zinadhibitiwa kimatibabu duniani kote pamoja na india hivyo ufanisi wa dawa kudhibiti tatizo hili au kurekebisha tatizo ni asilimia 40 hadi 50 tu ya wakati hata kiwango cha mafanikio ya dawa yenye ufanisi mkubwa ni asilimia 50 tu. Kinyume chake, tumeanzisha teknolojia mpya za upasuaji kudhibiti tatizo ambazo zinaitwa radiofrequency ablation au cryoballoon ablations. Hizi taratibu za upasuaji ni taratibu za tundu ndogo zinazofanywa kupitia kinena. Tunaingia ndani ya moyo, tunaingia kwenye auricle ambapo hii fibrillation ya atrial inatoka na kuondoa sehemu hizo ili tuweze kurejesha kiwango cha kawaida cha moyo. Taratibu hizi hufanywa kama taratibu za siku moja. Mgonjwa anahitaji kukaa hospitalini kwa siku moja tu kwa kufanya hii cryoballoon ablation. Hata wagonjwa wazee ambapo hii fibrilation ya atrial ni ya kawaida zaidi, wanaweza kutunzwa na ubora wa maisha yao unaweza kuboreshwa, na kiwango cha mafanikio ya taratibu hizo ni karibu 85%, karibu mara mbili ya kiwango cha mafanikio ya usimamizi wa matibabu. Mgonjwa anaweza kurudi nyumbani mara moja, na kisha ubora wa maisha yao unaboreka kwa kiasi kikubwa, dalili zao za kushindwa kwa moyo zinaboreka na hatari yao ya kiharusi inapungua kwa kiasi kikubwa Wanaishi maisha yao ya kawaida na ubora wa maisha wa kawaida, na vilevile vile maisha yao yanaboreka, na kisha kulazwa hospitalini mara kwa mara kunazuiliwa. Na hizi ndizo faida za kufanya utaratibu huu mpya wa upasuaji unaoitwa cryoballoon ablation kwa ajili ya tatizo hili la kawaida la mpigo wa moyo, atrial fibrillation.